iliyopita Lindi hili na Mtwara mliambiwa kwamba mnaletewa utajiri wa gesi. Uongo kweni Weli. Miaka kumi na mbili iliyopita walichukuliwa mashehe hapa, walichukuliwa viongozi wa dini, maaskofu. Wakati ule baruani alikuwa bungeni, mimi nilikuwa sijaenda bunge wakati ule wakapelekwa Norway wakapelekwa Malaysia wakapelekwa na nchi nyingine ambazo watu wake wameendelea kwa sababu ya gesi. Na wakati ule serikali yetu ikiwa chini ya Rais Kikwete walikopa kutoka Exim Bank of China zaidi ya bilioni tisa za, kita, za, za, za Kimarekani kujenga pipe ya gesi kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kupeleka gesi Dar es Salaam na maeneo mengine. Wakati ule hata bwawa la Mwalimu Nyerere lilikuwa halijaanza kufikiriwa. Tuliambiwa kwamba tunaenda kuletewa umeme wa gesi na itakuwa ni mwarobaini kwa matatizo ya umeme wa nchi. Nasema uongo, nasema ukweli? Mkoa wa Lindi una kilomita za mraba elfu sitini na sita ukiichukua nchi ya Israeli inaingia Lindi mara tatu, na mkoa wa Lindi huko nyuma ndio ulikuwa unalima mkonge mnalima korosho, mnalima ufuta, mna bahari, mna seruu iko hapa, na seruu ni kubwa hata kuliko nchi ya Rwanda peke yake, lakini leo tumefika Lindi hali ndiyo hii hapa, huhitaji kuambiwa. Lindi ambayo kabla ya uhuru mabenki makubwa duniani yalikuwa yanakuja hapa kuwekeza hapa kwa sababu ya mkonge. Mnajua mkonge ndio unatumika kutengeneza viti vya magari na makapeti na vitu mbalimbali vya thamani duniani. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema leba, umasikini wa nchi hii ni umaskini wa kutengeneza na viongozi tulionao, viongozi wa serikali waliopo wamekaa madarakani kwa zaidi ya miaka sitini na tatu wamegeuza eneo hili ambalo lingekuwa leo lina kiwanja kikubwa cha ndege zinatua zinaleta watalii wanakuja kwenye fukwe hapa, kungekuwa na mahoteli makubwa hapa Lindi. Leo kama kuna hoteli kubwa hapa, hayo mahoteli yangenunua nyanya kwa watu wanaolima nyanya hapa. Leo kama wewe ungekuwa unalima nyanya hapo, wakinunua nyanya kutoka kwako, pesa ikitoka Ulaya inaingia kwa mwenye hoteli, inakuja kwako nailima nyanya we, ungemwagiza bodaboda afate nyanya nyingine shambani. Yule bodaboda angepata boda, hela angenunua mafuta kwenye mafuta yule angepata hela, angejenga kituo kingine, angeajiri mtu mwingine kama ingekuwa kubwa zaidi. Leo Lindi imeuawa kiuchumi.